ya nikiingia kwenye programu ya tamasha eh, tuna kama alivyosema kiongozi kiongozi wangu hapa eh, mwaka huu tuna wasanii kutoka nje ya nchi na wasanii wa ndani ya nchi pia. Katika hapa kwetu Tanzania, kuna wasanii kutoka bara na eh, visiwani Zanzibar, kuna wasanii kutoka Bagamoyo. Kwa hiyo tukianza na programu ya siku ya kwanza, itakuwa na mchanganyiko wa wasanii kutoka Bagamoyo na hapa Dar es Salaam ambao tutakuwepo na Eh, Salum Matata, huyu ni msanii anapiga mziki wa aina blues kutoka Zanzibar, na kutakuwa na wasanii wa wanawake. Unajua hapa kwetu Tanzania tuna changamoto kubwa sana ya wasanii wanawake, hususan kwa upande wa kupiga ala za mziki, lakini tuna bendi moja machachari sana ambao wanaitwa Bahati Female Band. Hawa ni wadada wote wanafanya vyombo na wanaimba, kwa hiyo ni balala e, machachari. Na tutakuwepo na kaka Sinaubi Zawose kutoka Bagamoyo ambaye e, yeye ni anapiga nyimbo za staili za Kigogo, lakini amejikita zaidi kwenye kuchanganya na nyimbo za kisasa, kwa maana anapiga pia anachanganya na aina ya singeli. Kwa hiyo tutakuwa na pia na DJ, anaitwa naj DJ B mdada. Tuna pia e, mpango wa kuweza kusapoti wanawake kwa hiyo, katika programu yetu tumechanganya, hatujaweka tu wanaume peke yake, tumeweka na wanawake. Kwa siku ya kwanza itafanyika pale Slow Leopard Msasani. E, siku ya pili kutakuwa na e, wasanii wa aina mbili kwa maana ya maigizo na dansi za kisasa na dansi za traditional, kwa maana dansi za kienyeji na upande wa muziki. Kwa hiyo kwa upande wa dansi tutakuwa na Rabia Rabia Ngwache, ni mdada kabisa huyu, anafanya contemporary dance. Tutakuwa na uh, vijana wanaitwa T Africa Dance Group. Hawa ni vijana machachari kabisa, washawahi kushinda tuzo kadhaa, mashindano kadhaa East Africa, kwa hiyo hawa vijana lakini wanapatikana Dar es Salaam na, eh, na wao wanafanya Dance eh, aina nyingi kidogo wanafanya mambo ya contemporary dance, wanafanya dance za kisasa na wanachanganya pia mambo ya sarakasi na kila kitu. Eh, pia tutakuwa na magoma moto. Hawa wanafanya eh, play na ni maswala ya maigizo kwa kitaalamu, wanasema theater performance. Wanatokea Bagamoyo hawa, watakuja pia watatokelisha. Kwenye upande wa muziki tutakuwa na Swahili Ali eh, huyu ni kijana wa Kidigo kijana wa Kidigo mwenye sauti e, machachari kabisa, yuko vizuri kabisa atafanya. Na tutakuwa na kaka Kalapina, mzee wa hipa, mzee wa kikosi atakiwasha pale kama kawaida. e, tutakuwa pia na wasanii kutoka Zanzibar, ambao wao wameamua kufanya muziki wa jazz, lakini wanachanganya na e, taarabu kwa hiyo jina lao wanajiita Tara Jazz, kwa maana ya taarabu na mchanganyiko wa jazz. Kwa hiyo eh, wananchi watapata ndani za kutosha, msipangeni <laughs> kukosa. Eh, tutakuwa na DJ eh, DJ Kwaro, huyo anaitwa DJ Kwaro. Ara, DJ Kwaro ni DJ wetu tunafanya naye kazi hapa sisi kusini kwetu. Kwa hiyo ni DJ mzuri tu, kipo kwenye upande wa timu, alafu tutakuwa na msanii wa Singeli ambaye anaenda kwa jina la Jeusi MC. E, kwa siku ya pili pale nafasi ambayo ni siku ya tatu ya tamasha tutakuwa na kama kawaida mchanganyiko wa dansi, sarakasi, maigizo na, na muziki ambayo kwenye upande wa dansi tutakuwa na kijana mmoja anaitwa Ulonz.